Shosti Tusemezane. Aya, wafanyabiashara wenzangu, John hapa tuzungumze. Wao wameamia frame mpya, kulikuwa na mtu. Kwenye hiyo frame, kwenye, kwenye mabati, mageti au juu ya frame au ukuta aliandika huduma zake. Wewe umeingia na biashara tofauti na anaoifanya. Huangaiki hata kufanya chochote. Basi hata kuziba basi yale mabango. Chukua hata karatasi basi huna hela. Chukua karatasi nyeupe. Ziba basi. Eh, afu andika huduma zako kwa sababu unajikuta unatangaza biashara ya mtu mtu anapita, in distance, anajua pale kuna uwakala, kumbe wewe ni duka la dawa. Au anajua kwamba labda anauza vipodozi, kumbe unashona viatu. Yaani uwe unahakikisha kwamba unafanya usafi. Yaani kufanya usafi inamaanisha una remove every matangazo uliyokuta kwenye fremu mpya unayohamia, ili kupe uhuru wa kutangaza biashara yako kwa watu ambao, kwa wateja ambao unawategemea kila lai mfanya biashara mwenzangu. Shosti tusemezane.